unajivunia ni kuendelea kuwepo kwa amani nchini. Hii ni nguzo muhimu katika kufanikisha utekelezaji wa mipango yetu yote ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Napenda kutumia fursa hii kwa mara nyingine kusisitiza umuhimu wa kuitunza amani na kuendelea kuwa wamoja na wenye mshikamano. Kwa kufanya hivyo, nchi yetu itazidi kupiga hatua kubwa zaidi za maendeleo tunayoyatarajia kwa faida yetu sote. Dua. Katika miaka 62 ya Mapinduzi, tunajivunia mafanikio tuliyoyapata katika ukuaji wa uchumi nchini. Juhudi tulizozifanya katika usimamizi wa sera za uchumi na fedha pamoja na makusanyo ya mapato kwa kuimarisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki na upatikanaji wa mitaji vimewezesha kuimarika kwa ukusanyaji wa mapato ya serikali. Uchumi wa Zanzibar umeendelea kuimarika vyema ambapo kwa mwaka wa 2024 umekuwa kwa kasi ya asilimia 7.1 kilinganishwa na ukuaji wa asilimia 1.3 mwaka wa 2020. Pato la taifa kwa bei ya soko limeongezeka kufikia shilingi trilioni 6.57 kwa mwaka wa 2024 kutoka shilingi trilioni 4.78 mwaka 2021. Aidha, ukusanyaji wa mapato umeongezeka kutoka shilingi bilioni 856 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni mbili nukta moja mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne. Serikali pia